Shetani anaweza kumfunga mtu kabisa. Watu wanaweza wakaamua kufunge, basi wewe tu mtu wa hivi hivi unafungwa, unabaki kuwa mtu wa hivi hivi tu, ila wewe unakuwa unatembea, ndani yako liko tumaini, unakuwa unasema ah, nitafanikiwa tu, nitabarikiwa tu, nitazaa tu, nitaolewa tu, nitafanikiwa tu, tasafiri tu, taenda tu nje ya nchi. Kila mtu anayo maono, lakini maono bila hatua hayawezi kufanikiwa kwenye maisha. Watu wengi wana mipango mizuri, na kila mtu mipango yake huwa anayo, lakini mpaka wengine wamekufa hawajapata kuitimiza mipango yao. Ukisema katika kitabu cha Waebrania anatuambia hivi, kwa imani watu walizima nguvu za moto, kwa imani watu walipokea ahadi mbalimbali za Mungu, lakini kuna wengine katika ahadi hizo wakafa hawajazipokea. Kwa nini? waliamini ahadi za Mungu lakini, kwa sababu hawakuchukua hatua wa mbalimbali walijikuta wanakufa bila kutumiza nini, eh zile, zile, yale maono yao yaliyokuwa nayo. Kama napenda Bwana Yesu usema amen. Na ndivyo ilivyo leo, watu wengi wanazaliwa wakiwa wamefungwa. Unajua mchawi ni nani? Mchawi ni wakala wa shetani katika nchi kazi yake yeye, huwa hataki watu wafikie malengo. Lengo lake ni kwamba shetani anataka kila anayepata au kila aliye na baraka yoyote kwenye maisha, basi awe nayo kwa sababu amepewa na ibilisi. Ndio maana hata Yesu alipokuja duniani shetani anamwahi, hata Yesu hajaanza kazi, anamwambia hivi, ukinisujudia mimi nitakupa vyote vya dunia hii, maana viko mikononi mwangu. Yesu akukataa kwa kumwambia shetani kwamba hapana, wewe ni mwongo, havuko mikononi mwako. Yesu alinyamaza kumaanisha alichosema shetani kilikuwa ni sahihi, lakini Yesu akamwambia shetani jambo moja, imeandikwa, watu hawataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo kwenye kinywa cha Mungu kuna maneno yanayoweza kuwafanya watu waishi maisha yoyote wanayoyataka, unaweza ukaishi ikiwa utaishi kwa neno lipatikanalo katika kinywa cha Mungu. Kama napenda Yesu sema amen. Sasa shetani, kwa kujua hayo, amefunga maisha ya watu wengine, anawafunga bado yauko tumboni kwa kutumia wachawi na waganga, anafunga mzazi alafu nyota inakuwa itoe mwangaza. Hii ndio maana ya maneno niliyofundisha kwamba mwezi na nyota mwezi umeacha kuangaza na nyota zitoi nuru na jua limezimika lime. Kwa hiyo jua ni wazazi, wanaporoka wazazi, watoto wanaozaliwa hali yao inakuwa ni mbaya mno, hali ya watoto wale inaharibika. Kwanini? kwa nini? Kwa sababu jua limetua giza, na mwezi umeacha kuangaza na nyota zinapoteza nuru yake mtu hupata nuru yake tangu tumboni kwa wazazi wake. Kwa hiyo, anachofanya shetani, anapiga wazazi kwenye umeme wa roho kwa kutumia wachawi. Baba anawekewa mapepo, mama anawekewa mapepo, watoto wanazaliwa akiwa wamelaaniwa, namanama shetani tayari na Ndeimana, kwa hiyo maisha yake yanaharibika, unakuwa umezaliwa na vifungo tangu tumboni. Ndio maana kwa kuthibitisha neno hili, Yesu akiwa ulimwenguni akakutana na kipofu mmoja tangu kuzaliwa wanafunzi wake Yesu wanamjua kipofu yule ni watangu kuzaliwa, wakamuuliza Yesu, nani mwenye dhambi kati ya huyu kipofu au wazazi wake? Yesu akajibu. Kweli shida ya mtu huyu ni ya asili, maana yake amezaliwa nayo kwenye maisha. Matatizo mengi yanajulikana, yanawapata watu kwa sababu ya dhambi na makosa mbalimbali ambayo watu wamemkosea Mungu. Sasa wanamuuliza Yesu nani mwenye makosa kati ya wazazi na mtoto aliyezaliwa? Lakini Yesu alipoangalia rohoni akaona siyo wazazi wala siyo mtoto, bali jambo lile lipo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndipo Yesu akamwambia yule kipofu, akamkirimia nini? Kuona. Kwa hiyo kuna mambo mengine Mungu ameyaruhusu kwenye maisha yetu, hususani ya kiafya, kwa ajili ya utukufu wa Mungu lakini kuna mengine ambayo siyo tukufu Mungu, bali ni wachawi, ni watu wenye roho mbaya na shetani. Wamefungwa maisha yako tu, wewe unaangaika upate maisha, lakini hauyapati. Lakini mwingine ana maisha ya kawaida tu, lakini anafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ameshughulika kuondoa mifungo katika maisha yako. Kama unapenda Yesu sema amen, sema tena amen. Watu wengi sana wamefungwa katika ulimwengu wa leo wamefungwa kabisa. Shetani amefunga watu wengi, ameharibu maisha yao kabisa, na ndiyo unaona mtu anaharibika tu. Na ikifika mahali umekubali kuwa na maisha ya kawaida, umekubali mimi, haya ndiyo maisha yangu, basi shetani ufurahi sana na wachawi wake wanapiga vigelegele, kwa sababu wamekufunga, na wewe unasema, naona haya ndiyo maisha yangu, nimeshapambana, nimechoka napata kazi nafukuzwa, nikifanya biashara na nafilisika, nikifanya itaakiendi unakata tamaa. Lakini Yesu ametuambia kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na kusisi, nyama bali ni juu ya falme na mamlaka na majesha ya pepo wabaya katika ulimwengu wa leo. Wachawi wapo kwa ajili ya kufunga maisha ya watu na watu wengi wamefungwa na hata ukienda kwa waganga wa kenyeji watakwambia umefungwa. Sasa nani aliyokufunga? Lakini mambo haya pengine makanisa mengi hayaongei juu ya watu kufungwa kiroho. Watu wamefungwa sana rohoni, watu wamefungwa sana mwilini, unatembewa navufungo. Watu wamekufungwa, huwezi kupata hela. Wengine wanapata hela kwa sababu ya vufungo, hawajui zile hela zinakupitia. Unaishika milioni moja leo, baada ya mwezi mmoja huna hata senti moja. Unajiuliza, wiki moja nimechukua mkopo hii milioni moja imepitia wapi? Sijafanya biashara, sijavaa vizuri, sijara vizuri, sijajenga nyumba, sijanunua kiwanja, hii hela imepitia wapi? Kumbe na kifungo. Kifungo anachoongelea hapa, mtu mwingine hajanielewa. Sasa kuna mtu mwingine hajanielewa. Unapoongelea kifungo, kuna mtu anahisi labda ni kuzuri ama ni kamba, mtu anakuja na kufunga mikono. Hapana, Kifungo anachoongelea hapa kinaweza kuwa kiumbe, inaweza kuwa chini, limewekwa ndani ya mwili wako, chini kabisa. Mtu akaweka kundi la mashetani ndani yako, au mizimu, ama namna yete hiyo, wakaweka ndani ya mtu. Kwa hiyo wewe umekuwa unatembea une chini mwilini, huyo chini ndiyo anayefunga. Yesu alimkuta mwanamke, alimkuta mwanamke ana ugonjwa wa kutokwa na damu amefungwa namna hiyo, ndani yake kuna mashetani, kwamba mashetani wale wakiingia ndani ya huyu mtu anaanza kuwa anatokwa damu mfululizo. Hata umpeleke hospitali yaponi, hata umpeleke mganga wa kienyeji yaponi. Kwa nini? Mashetani ameagizwa kwamba ukikaa ndani yake, au anavuja damu tu, hata anywe dawa ya namna gani asipone. Hicho ndio ifungo. Mwanamke mwingine alikuwa amepinda mgongo ana kama nundu hivi. Yesu akaingia kwenye hekalu moja akamkuta mwanamke huyo anaabudu, anabidii kwenye ibada. Pengine kama ilivyo wewe unayenisikiliza, unabidii kwenda kwenye kwenye ibada mbalimbali ama katika kanisa lako au kwenye makanisa mengine, ukifuatilia maombi na mafundisho na maombezi ili upate uzima, lakini kumbe wewe umefungwa na umefungwa kwa namna ambayo huwezi kufunguliwa. Yale mashetani yameagizwa kwa mchungaji mwenye nguvu ya kawaida asiweze kuyatoa, kwa sababu ndani ya lile hekalo kulikuwa na makuhani wa lile hekalo, kulikuwa na akua sinagogi, lakini hawakuwahi ya kumfungua ile mwanamke kwa miaka arobaini. Kwa miaka arobaini ile mama amefungwa, anatembea kwa kupinda, amefungwa kama ambavyo leo shingo ilipinda haitaki kunyooka. Unasema il shingo ilishituka, imekatalia upande wa kushoto. Mpaka leo nimeshaenda hospitali, nimesha kamba dawa, lakini shingo hii ilikatalia kushoto, unatembea upande upande. Huyu dada alikuwaje? Ilikuwa siku moja anabeba ndoo ya maji, shingo ikashituka. Alipokwenda kwenye vipimo hospitali, wakamwambia shingo hii imeshtuka vibaya, tukijaribu kuinyosha tu tutavuruka mifumo ya ubongo, utakuwa umechanganyikiwa. Kwa hiyo bora ukae namna hiyo, utakuwa unaendelea na mazoezi polepole mpaka siku ya kufa kwako. Akienda kwa mganga, amekandwa dawa sana, lakini bado shingo imepinda. Kwa nini? Walimwekea mashetani ila yeye aliona tukio tu la shinga imeshipuka na ne imekatalia kushoto. Kuna watu wengi leo wana matatizo, wengine mbavu zilipinda, wengine miguu imepinda, lakini walizaliwa vizuri, ila wakawekewa vifungo. Unalazimika kutembea kama vile miguu inaangalia kushoto, kushoto, kumbe umewekewa vitu. Mwingine amewekewa mashopani, anaanguka kifafa, hawezi kusimama muda mrefu, unaanguka kwa nini? Watu wameweka rocho ndani yako, hicho ndiyo kifungo. Sasa hawa wamewekewa kwa namna ya nje, lakini kuna wale ambao wamewekewa kifungo kwa namna ya ndani. Umewekewa kifungo kwamba ukishika hela ile ile isikusaidie, hicho ni kifungo. Umewekewa kifungo kwamba ukiolewa usikae kwenye ndoa. Umewekewa kifungo kwamba ukipata biashara ifilisike. Ni mashetani kabisa, majini kabisa. Mtu ana yatima yanakaa ndani yako, unakuwa naishi nayo, ukifanya mambo hayaendi. Ukiambia umelogwa unasema waya, sijalegwa bila mi niko sawa, mimi sihijwi, kumbe umefungwa. Kama unanielewa sema amen, kama unanielewa sema tena amen. Kumbe mtu amefungwa, sasa hivi ndiyo vifungo. Mtu mwingine anapozaliwa tu, anapoanza kuonekana kijana sasa ama binti wenye manufaa, wachai wanakaa wanamwekea mapepo au mashetani. Wakishamwekea wanamlizwa, wanasema tambi, mtakapoingia ndani yake, mkiingia ndani yake, huyu dada awe mtu wa hovyohovyo, awe na tabia za hovyohovyo, awe mzinzi, awe mwasharati, awe malaya, awe na mapisi, awe mlevi, ili kwamba usichana wake uzuri wake elimu yake isimsaidie. Kwa hiyo wewe unapokuwa unakuwa tu ni mtu wa ovyo ovyo, unatembea ovyo ovyo, unaongea ovyo ovyo, unafanya mambo ya una ovyo ovyo, kumbe iki ila wewe uliyofungwa unakuwa unajisikia sifa, ukitembea hivyo unajisikia sifa, unajisikia mingi mingi, kuna nani zaidi yangu? Kumbe umelogwa. Hivyo ndio vifungo. Watu wakikuona wanasema huyu wa nini huyu? Nichukue huyu kazi gani? huyu atanisaidia nini? mtu mwenyewe tabia mbaya, ameshindikana. Mtu anakuwa ni kijana, anapoanza kufika umu fulani wanamwona, wanamfunga, wanamwekea mashetani. Kama unanielewa sema amen. Sema tena amen. Wanakuwekea mashetani, yale mashetani yanakufanya wewe mwanadamu wa ovyo ovyo, unakuwa unaongea mambo ya ovyo ovyo unakuwa mlevi, unakuwa mvuta bangi, unakuwa na maisha ya upohovyo, unaharibika mbele za watu, baraka zako zinaishia pale. Kwa nini? Umewekewa vifungo ndani yako. na kwa sababu hiyo, huyu mtu asipojua kwamba amefungwa, ataendelea kuishi kwenye hali hizo. Mwingine akuta ni uhurumaji tu, anasafiri bila ya yani, anasafiri bila ya utaratibu, yaani anakuwa mtu wa kutangatanga, hana maisha huyu, anakuwa amewekewa mapepo ndani yake, nasikia anasema, leo naenda Mwanza kutafuta maisha. akifika